Yeah. Unajua kabla ujaenda ndani zaidi, kuna nimeona watu wengi wanatoa maoni ya kwamba Simba amecheza, yani hajacheza vile watu ambavyo walikuwa wanahitaji, hajavutia sijui nini na nini, lakini kila nikitazama fainali hizi ambazo zinachezwa kupata timu ambayo huwa inacheza vizuri na ikacheza vizuri kwenye siku ya fainali ama siku ya nusu fainali ni timu chache sana. Hata Ahly mwenyewe juzi kaondolewa, lakini hakucheza mpira Mamelodi huo wa kutisha wala ahali ya kucheza mpira huo wa kutisha. Pyramid ikafuzu wa kucheza mpira huo wa kutisha. Ndio kusema tunazizarau timu zetu za ndani, au ni kweli Simba hawakucheza vizuri kama ambavyo watu wanazungumza au mashabiki wanavyozungumza? Unajua kuna, kuna vitu vinachekesha. E, mechi mnapocheza, mm. mnacheza ili muachieve nini? Yaani kwa mfano Simba yalikuwa anahitaji nini? Simba yalikuwa anahitaji kufuzu kuingia finali. E, mm. Awe wamefuzu kwa namna yoyote ile, hiyo haijalishi, ilimradi Simba wamefuzu mm. kwa hiyo mimi e, nafikiri watu wengi wanaweza kwa wanazungumza e, Simba jana haikuwa na utawala, utawala kwenye mchezo si ndio? ndio. hawako control au tempo ya mchezo kabisa, lakini e, mimi naweza kukwambia mzee Fadlu Davids Jana alikuwa kava kinyago cha Jose Mourinho cha mwaka elfu mbili na tisa na, na kumi msimu ule kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. E, mechi ya kwanza Mourinho aliwafunga kispemea za Barcelona goli tatu kwa moja wakaenda Camp Nou basa, wakawa natakiwa washinde goli mbili kwa sifuri ili waingie final. Mourinho alishika bomba akafunga goli moj. moja moj kwa sifuri na Gerard Pique. Ndicho chokifanya jana Fadlu Davis kashinda mechi ya kwanza goli moja kwa sifuri. mm. Jana alitakiwa ili atolewe afungwe mbili bila au afungwe tatu moja, lakini sare aina yoyote, au angepata ang, ang, sare oyote, ya aina yoyote tuseme ya magoli au isingekuwa magoli kama jana mm. Fadlu alikuwa anaingia fainali, na hicho ndo alichokifanya. Tupanga sema jana Fadlu Davis alivaa kivuli cha Jose Morinyo kwa sababu Jana Simba waliopti kulinda zaidi walichokipata Zanzibar mm. kuliko kuopti kutafuta kitu kipya kwenye ardhi ya eh, South Africa. Na mimi nimesema kwa nini Fadlu amevaa jana kinyago cha Jose Mourinho mm. ni kwa sababu game plan yake ilibadilika ghafla, na inawezekana watu jana wengi ndio wakamuona wakamwona Fadlu alikuwa anafanya sabu haraka haraka nyingi. Lakini mwalimu alikuwa anabadilika kulingana na hali ilivyokuwa inakwenda. Kwa mfano, Simba walianza kwenye mechi ya jana, mechi imeanza tu mm. Simba walienda na tempo ya juu kwenye gemu, walianza kuwapelekea moto Stellenbosch na faida ile ni nini? Faida ile iliwafanya wale Stellenbosch wawe surprised, kwa sababu wale walijua Simba akiingia pale ataanza kuchezea chini wao watakuwa wako kwenye tempo ya juu sasa fadlu davis ni kama nilivyokuambia jumaa hapa kwamba simba watatakiwa wacheze opposite na game plan ya ya wale stellenbosch na fadlu davis alichokifanya kweli wakati wale wanajua mpira ukianza wao watakuwa kwenye tempo ya juu fadlu mm. davis akaanza kwenye tempo ya juu ile iliwafanya kwanza wale stellenbosch warudi nyuma kwanza wakae sawa lakini muda walivyokuwa kwenda mwalimu alipoanza kuona Uh, utawala wa mchezo unaanza kupotea, gemu imeshifti wameichukua Stellenbosch. Mwalimu alichoamua kukifanya kwanza ni kutengeneza ukuta mgumu, ameiunganisha defensi yake na eneo lake la kiungo kutengeneza uti wa mgongo ambao ndio ule unanikumbusha wazama za uze Mourinho, Lucio, Juan Cristian Chivu, sindio? ndio hapa eh, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso jana ndo ilikuwa ya kina Ngoma Kagoma Chemu Karabwa Hamza Shaba pamoja na Kapombe. Mzee ukuta ukiutengeneza katika staili ambayo coordination ipo kati ya midfield wanaokaba na mabeki wanavyozuia unatengeneza solidity ngumu huku nyuma, kwa watu kwa ambao wanakuja kushambulia. mm -hmm. Kwa Fadlu alikubali wa baadaye mechi alipoiona presha imekuwa kubwa kwao na pia ilikuwa kubwa kwa sababu walikuwa wanatafuta matokeo. Yeye aliopt kurudi nyuma, kucheza objectively. Kucheza objectively maana yake mnacheza kwa malengo. Haupo pale kwa ajili ya kuentertain, kuburudisha watu. Uko pale kwa sababu anataka kuachieve upate matokeo yanayoweza kukufanya wende atoe mwingine. Kwa hiyo Davis jana alivaa kinyago cha Mourinho hapo. Ndio maana uliona aliopt akaingiza baada ya Chemaloni, baadaye aliamua kutoa mpanzu akaingiza midfield. Kwa nini? Kwa sababu mpanzu ni most the, uh, mind player ambaye yuko kwa ajili ya kushambulia tu, kama ni mind offensive player, na huko kwenye nyakati ambazo anatakiwa kudefend ulicho nacho, it's either alitakiwa atoe Kibu Denis au mpanzu. Kwa hiyo aka opt kutoa mpanzu, kwa sababu anajua Kibu Denis pumzi yake inaweza kukaa muda mrefu mpaka akamaliza mechi, na akaamua kutumia mashambulizi ya kushtukiza. Na kama mlinoti, si jana kipindi cha pili, dakika za mwisho Simba alipata kama sio atempt mbili tatu tatu hivi yes, walifanya transition mbili tatu ambazo zingeweza kuwafanya wao wapate eh, magoli kupitia zo, eh, counter attacks. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye naishi kwenye game plan ya mwalimu. Inawezekana watu wakazungumzia wachezaji na matukio mengine, lakini mimi kwangu Fadlu Davis jana ndo alicheza ile mechi akiwa kwenye benchi. Yani aliojua sipo hapa kwa ajili ya kuentertain mm. mamilioni ya watu niko hapa kwa ajili ya kuwafanya mamilioni ya watu waamini Simba inaweza kuza fainali, ndicho alichokifanya Fadlu Davids, na hiyo ndio falsafa ambayo Mourinho alikuwa anatembea nayo mm. ukiipoteza rhythm ya mchezo, umepoteza tempo ya mchezo, umiliki wa mchezo umetoka kwako, wewe unatakiwa uongeze nguvu kwenye kuhakikisha opponent ya kudhuru mm. na ndio maana Simba hata goli ambalo walifungwa likakataliwa kwa sababu lilikuwa ni offside Simba ile ilikuwa kama ni alert kwao, wakaenda kutengeneza ukuta mgumu zaidi ili wale jamaa wasipate nafasi kama ile tena, ndio na hawakuipata nafasi ya na namna ile. Kwa hiyo kwangu mimi naamini jana Fadlu Davids ndo amecheza mechi, na pale ndiko ambako e, nafikiri ni vyema kuambia matajiri wa timu mm, kwamba hamasa na kila kitu avichezi mwalimu, game plan yake ikiwa nzuri na wazaji wakaifuata, mm, yeye, yeah, anaweza kuifanya timu ikawa bora. uweza kumalizika sitaweza kuwa tofauti. Labda kitu ambacho naweza nikakiongeza ni, ni team spirit, yani team spirit, upambanaji wa timu ni namna gani ambavyo timu imejidhatiti kwenda kwenye mchezo, yani uh, mchezo wa mpira wa miguu kuna mbinu, kuna ufundi, lakini ni wewe ule mchezo unauhitaji namna gani, yani kuna, ki, kuna tukio ambalo inabidi ulifanye unalifanya kwa uwezo gani, kwa utulivu gani, kwa sababu Simba kwa kiasi kikubwa walienda kwenye ule mchezo wa kuweza kulinda, e, kuhakikisha kwamba ule ushindi ambao waliupata nyumbani hapa, e, Zanzibar, hmm. unaweza uka, ukawa huo ukawatosha wao kuweza kuvuka hatua inayofuata. Sasa, kwenye mpira wa miguu unapoamua kukaa kwenye nyuma ya mpira, kazi yako inakuwa si ndogo, kazi yako inakuwa ni kubwa kwa sababu mm. inabidi e, muda wote unakuwa unafikiwa. Inabidi uzuie kwa ufanisi. That's why kwenye mechi za aina hii kuna aina ya wachezaji ambao utaona wakiweza e, kujirudia e, Karabucha Mo alikuwa kwenye klasi hali ya juu yani akili kubwa ya mpira ambaye alikuwa anaitumia kwa, mm-hmm. Uh, the same applies kwa abdurazaki Hamza kwamba kuna wakati ambapo inabidi niucheze mpira, kuna wakati ambapo inabidi niangalie na uzuia vipi mpira na uskrini vipi mpira, naweza nisiucheze, lakini na uskrini vipi, kwa sababu kwenye kuskrini mpira ukiskrini vibaya, unaweza ukajikuta kwamba umetenda madhambi. Lakini mind you eh, sikuona either eh, Abdulaziz Kiamza au sikuona karabu chamu akitenda madhambi ambayo inaweza kuwa ni hatari, kwa sababu kuna muda ambapo walikuwa wana opt zaidi kuscreen mpira, kwa sababu walikuwa wanaamini ukienda nje wanatulia wana, atawye ukae eh, na mlinda mlango. Prospa inapofikaga michuano hii huwa anageuka na kuwa Messi. Yaani, hmm, hilo jambo alitaja hata maelezo mengi kwenye mchezo ambao e, wamecheza jana Simba. Kibu Dennis alikuwa anacheza deep, kwa maana ya kwamba anatoka juu kwenye eneo lake anarudi chini kuchukua mipira sasa. Nilichokuwa na msifu Kibu Dennis alikuwa either anaweza akawa kwenye eneo la kusini mashariki mwa uwanja Uh, au kusini magharibi mwa uwanja eneo ambalo ni karibu kabisa na edge box, lakini akireceive mpira anakuwa confident kuweza ku turn na kuweza kupeleka kwenye eneo sahihi. Kwa nini alikuwa anafanya vile? Unapokuwa una mpira kwenye eneo lile ukaupiga uende nje, ili watu waje kurusha, it means muda wote utakuwa una ruhusa kushambuliwa. Na pia walikuwa wamefanya eh, mch, wameusoma mchezo kwa uzuri kabisa kwamba ni mawili, tuache mpira utoke uwe goal kick au tuuswipe uende mbali, kwa sababu mchezo uliopita mipira mbili ilikuwa ni hatari, ni mipira ya kurusha. Kwa hiyo eh, hapo sasa, narudi tena kwa mwalimu Fadlu Davids na pia narudi kwenye bench la ufundi wanaofanya video analysis. yaani mm. Mchezo wa kwanza, wameutazama na Fadlu amekuwa na sifa hii. Yaani mchezo wa kwanza anausoma kwa ufanisi mkubwa. Unapokuja mchezo wa pili anaucheza tofauti kulingana na alivyoona mchezo wa kwanza. Kwa hiyo, eh, kwa ujumla wake waliweza ku manage mchezo, kujua ni mambo gani wasiyafanye ndani ya kiwanja, ni mambo gani wayafanye ndani ya kiwanja, ndani ya kiwanja. Eh, mpanzu bado aliendelea kuonesha quality yake kwamba tuko wachache eneo la juu kwa sababu, eh, walikuwa more defensive kuliko kuwa more, eh, offensive na mwisho wa siku alipokuwa akipata mpira anajitahidi kukaa nao kwa muda refu anajitahidi kudribble, anapiga zile seza feints locomotive feints, anaingia kwenye njia then, eh, anapiga kama kawaida yake, alipiga shuti, mashuti mawili matatu. Kuna shuti ambalo almost mpira huende ndani ya kamba, lakini mlinda mlango akawa bora na kuweza kuzuia mpira. Kwa hiyo general, kuna ile team spirit nilikuwa naiona wachezaji wa Simba wanayo yani wana, walikuwa wanaonyesha ya kwamba sisi hapa sio kwetu, sisi tunahitaji kwenda kufika fainali mm. Na kwa namna ambavyo walifight, kwa namna ambavyo waeschagu wali walifanikiwa kufika fainali, uh, unaweza ukasema watu wanatamani kwamba aidha wange wangeposesi au wangefanya nini no. Kuna nyakati kwenye football you have to be strategic, yani inabidi uwe na mpango wa moja kwa moja kwamba sisi tumekuja kufanya nini, na ukikifanya hicho kwa ufanisi ukamaliza, then unakuwa umefanyaje? Unakuwa umewin, na ndio kitu ambacho Simba wamekifanya. Wamekuwa strategic, tukipata nafasi tutashambulia kufunga, lakini most of our time lazima tuweze kuwazuia Stellenbosch. Na kwa da, kipindi cha kwanza Simba waliwin kwa asilimia mia, kwa sababu Stellenbosch hata kufika kwao ilikuwa ni, ni, ni changamoto yani, walikuwa wanawazuia kwenye mid block, yani kwamba kabla hata mjafika kwenye eneo la ulinzi tayari tumeshawazuia, tunahakikisha mpige shots on target, mkiamua kupiga of yani, ah, ni off target, kwa hiyo waliweza kumlinda mlinda mlango kwa kiasi kikubwa. Mipira ambayo alikuwa anaipata kuweza kupiga kwa mlinda mlango ilikuwa ni haina uzito huo. E, kwa hiyo defense line ya Simba e, kuna kitu ambacho walikifanya kwa ufanisi kuweza kuwazuia Stellenbosch, na hiyo imewapelekea wao e, kupata suluhu ambayo ndio hiyo imewavusha na kwenda finali, e, kwa mara nyingine, baada ya kufanya hivyo miaka kadhaa iliyopita. Lakini hii at least ni ile baada ya mashindano kuwa ni yale ambayo tunayaona ya CAF Confederation Cup ambayo uh, ulikuwa unaweza ukasema Simba kwa ubora wao kwa kitu ambacho wamekionyesha Afrika, hii ni eneo ambalo walikuwa wanabidi waonekane, na hata sio kuishia hapa tu mm. I expect Simba kufanya makubwa zaidi kama Champions League wana, wana reign mm, then huko hata kuchukua ubingwa inawezekana. Sawa, bado tupo mwanamichezo, tunatazama kuhusiana na kile ambacho mnyama Simba sio mwaka robo wala sio mwaka, mwaka nusu fainali wala sio mwaka, mwaka, mwaka fainali. Ina maana wao ni mwaka champion, na nimemsikia hata semaji akisema wao sasa hivi wanachokiwaza ni nini ile super cup, eh, yani, wanaona kama wameshachukua hii eh. Wale fikiria <laughs> supakafu. Eh, hey, bwana wanaona hii hii washaimaliza. Huyu mmoja wapo kati ya Mamelodi au Pyramids ajiandae mm. uh, mmoja wapo hey, kwenda kuimba na ndio maana yake ajiandae kwenda kukutana na Simba mm. na cha moto kinaweza kikamkuta. Kwa ah. maana halisi, yani ukisikiliza hizi kauli, hizi hey. ni kauli za kishujaa, eh, kuanzia kwa kauli ya CEO hey. anakwambia sasa hivi wao sio mwaka robo, uh -huh. Sio mwaka final wao wow. Ndio wanakwenda kuleta kombe unakuja kwa semaje anakuambia kabisa wanachokiwaza ni CAF Super Cup ile, baada ya kuwa bingwa hmm. wa kombe la shirikisho unakwenda kukutana na bingwa wa ligi ya eh, mabingwa. Kwa hiyo kuna spirit Berkane ambaye wanakwenda kucheza naye alishawahi mm, eh, kucheza hiyo ehe, umeona, yes, alishawahi kuwa bingwa wa Confederation tena na msimu miwili tu hapa imepita, ukiachia Zamalek, then nyuma yake Berkane ndio aliweza kuwa bingwa eh, then nyuma yake kule MC Alger mm. mm, eh, kwa hiyo ukiweka kwa, kwa mtindo huo unaona kabisa kwamba kuna ile spirit wanayo, kuna namna ambavyo wanauhakika. Nadhani huu uhakika unakuja kwa sababu gani? mm. bana hii inaweza ikawa pia Simba wanakwenda kuandika historia. Sidhani kama iliwahi kutokea mm, hata hiyo 93 naisi walikwenda kule mm, Young Africans walikwenda kule sindio? Mm, lakini mechi ya mwisho ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika inakwenda kuchezwa hapa kwenye ardhi ya Tanzania tarehe 25 mwezi wa tano mm. Kwa hiyo kuna historia mpya ambayo inakwenda kuandikwa kwenye ardhi ya Tanzania, na kwa maana hiyo mm, bora hata mbuzi wote wachinjwe wamalizwe nchini hapa <laughs> Bwana, unajua Simba wanainali ya michuano ya kafu, ambayo na yenyewe ilikuwa kama hivyo, walianzia ugenini wakamaliza nyumbani, walipokuja nyumbani wakapoteza hapo. Lakini mimi nafikiri ukiweka rekodi sawa, naona kuna dalili aliyomkuta Zlatan Ibrahimovic akamkuta Klaus Chota chama, yeye pia bwana, siku moja Wakati Inter wako kwenye pre-season mm, Zlatan wakati wako kwenye vyumba vya kubadilisha nguo alimwambia, eh, Jose Mourinho anataka kuondoka mm, anaondoka, unaenda wapi? Anataka kwenda Barcelona mm, shida nini? Nataka kwenda kushinda UEFA Champions League. Eh, na ikumbukwe hapo 2009 Barca kwa katoka kushinda ligi ya mabingwa barani Ulaya Champions League akimfunga Man United goli mbili kwa sifuri. Kwa mwaka 2010 Zlatan, ule msimu wa 2009 na 10 Inta, wakacheza wakaenda, wakashinda ligi ya mabingwa barani Ulaya, wakamtoa FC Barcelona kwenye nusu finali. Mm. Chama kaondoka Simba msimu huu mm. wa 24 25 ulipokwisha, mm. ulipokwisha, hii e, chama msimu wa 2023 24 mm. yeye, yeah, akaondoka 24 25 ndo msimu wa kuja Yanga, na lengo lake kubwa ilikuwa ni kupata mafanikio kwenye michuano ya kimataifa mm. sasa yale aliyomkuta Zlatan ndio amerudi kwa chama kwa chama, kwa sababu Simba aliondoka kwa sababu ilikuwa haija progress kwenye muda wote alocheza mm, imekuja ku progress sasa hivi, wakati ameondoka. Ndio haya ilitokea kwa Zlatan Ibrahimovic 2009 na 10 ule msimu, wakati anaambia anaondoka wenzake wakamwambia wewe nenda, sisi mm, tutashinda. Sasa haya yalomkuta Zlatan ndio amekuja kumkuta Kratos Chota Chama kwa hiyo, hayo yalomkuta Zlatan yamemkuta tayari Chama mpaka sasa. Eh, yani hapa walichobakisha Simba ni kushinda tu bingwa kombe la shirikisho. Historia yako imekamilika. Mpaka sasa historia imekamilika kwa asilimia 90. Zlatan aliomba kuondoka Inter kwa sababu anaamini Barcelona ule msimu wangeshinda nao ligi ya mabingwa. Eh, alafu akaondoka Inter akatoa ubingwa huku. Chama alitaka kuondoka mwenyewe kwenda Yanga akafanikiwa kwenye michuano ya kimataifa. Kaondoka huku, Simba imeingia fainali. Hatari kwelikweli mm. wakati jifti unatafuta hapo eh, uzungumze na mshindi mm.